Baza, baza. Salama, salama. Ah, baza, kama unavyoniona hapa. Siku ya tatu baza, siku ya tatu sijala. Naomba unisaidie hata kama una 500, 500 500 200. Ah, baza, nisaidie nikanunua hata andazi pale. Angalia hali yangu, mkono wangu uko hivi. Nisaidie basi. Sasa chide yeye, 500 yeye ipo huku, ipo ghetto kwe. Eh? Ghetto, ghetto, eh. Ghetto kwe. Ipo ukitoka chukue. Ah, baza, baza. Oh! God, have mercy upon us. A a few moments later. How are you? Hii imeenda hii imeenda, hii imeenda kabisa. Hii imeenda hii imeenda.